Ni katika hafla ya kufunga mafunzo kwa wasimamizi wa uchaguzi wakuu pamoja na wasaidizi katika halmashauri ya mji Nanyamba mkoani Mtwara ambayo yameanza Oktoba 26 na kumalizika leo Oktoba 27 ambapo wasimamizi hawa wamepata mafunzo kujua namna gani watakwenda kukabiliana na majukumu yao siku ya uchaguzi Oktoba 29. Baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo wamezungumzia namna mafunzo hayo yatakavyowasaidia kutekeleza majukumu hayo. Kwa majina, halmashauri ya mji Nanyamba, tupo hapa kwenye mafunzo, tunahitimisha mafunzo yetu. Mimi niliomba nafasi ya msimamizi msaidizi wa kituo, nafurahi sana kwa mafunzo haya tuliyopewa. Nimepata mafunzo ya siku mbili ambayo nitaenda kuyatekeleza kwa mujibu wa tume kama tulivyoelekezwa na wakufunzi wetu. Pia tumepewa mafunzo ya kutunza siri na tumekula viapo kwao. Ninaamini haya mafunzo niliyopewa, nitaenda kukamilisha majukumu yale ambayo naweza kwenda kuyatekeleza. tutapewa kipaumbele tutatoa kipaumbele kipa kwa wale ambao wenye mahitaji maalum, wamama wanaonyonyesha, wazee na walemavu, wao watakuwa kipaumbele kupiga kura majina. Naitwa Saidi Mchila, kwenye mafunzo haya mimi ni msimamizi mkuu wa kituo cha mafunzo halmashauri ya mji wa Nanyamba. Katika mafunzo haya ya siku mbili tumejifunza mambo mengi yakiwemo mambo yanayohusiana na tume hususan masuala ya kisheria kwa swala la uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani, lakini pia tumejifunza namna ya kuwahudumia watu ambao watakuwa vituni mwetu kuja kupiga kura. Kipo, kuna makundi ya watu maalum, lakini pia makundi ya watu wazee na walemavu lakini pia tumejifunza namna ya wa kuwahudumia watu mbalimbali ambao wamekuja kupiga kura. Pia kuna fomu mbalimbali ambazo tumejifunza ambazo kwenye kazi yetu itatusaidia katika kuondoa malalamiko kuondoa kero. Kwa mfano kuna fomu pale ambayo tutajazwa mara ya kwanza katika kabla ya kuanza uchaguzi, na hizi tutajazwa na mawakala wote wa uchaguzi, na pia fomu hizo mwisho wa uchaguzi pia watajaza mara ya pili, ili wao kuona kama kuna haki imetendekwa au imekiukwa kwenye mafunzo haya. Kwa hiyo kupitia mafunzo haya siku mbili Tumefunga mambo mengi ambayo yanatusaidia kuzidi kwa ile mchakato wa uchaguzi hadi kutoa matokeo kwa hali ambayo kila mmoja ataridhika na atakuwa na bugu za yote. Kwa e, wakala wote ambao watakuwa kwenye kutoa uchaguzi tumepanga kushikana nao e, bega kwa bega kwa sababu na wao ni sehemu ya uchaguzi na kwamba hakuna wakala wote ambao atabaguliwa kwa, kwa chama chake au kwa namna nyingine yote isipokuwa taratibu na mwongozo umetolewa na huo ndio utakaofuatwa. Kwa majina anaitwa Mohamed Mwishe Mohamed ni msimamizi wa kituo cha uchaguzi katika kata ya Mtimbulimbo. Mafunzo ni mazuri, tumeanza jana tarehe 26 na tunaitimisha leo tarehe 27. Tumejifunza mambo mengi sana kufuata miongozo, sheria na kanuni za uchaguzi, ambayo sisi kama wasimamizi tunapaswa kwenda kuyatekeleza kwa mujibu wa sheria ambazo tumesomewa na tumepewa kwa ajili ya kufanya marudio pale ambapo tutakuwa tumekengeuka. Kwa hiyo ni mafunzo mazuri ambayo tumeanza jana na hatimaye leo tunahitimisha ili kwenda kutekeleza tarehe 29 Oktoba. Kwa upande wake, msimamizi wa uchaguzi wa jimbo hili la Nanyamba ametoa nasaha kwa wasimamizi hawa kuzingatia sheria na miongozo ya tume ili kuondoa rapsha mbalimbali ambazo zinaweza kusababisha ukorofi katika matokeo ya uchaguzi huu. Aa, lengo la kuwepo hapa leo ilikuwa ni kukumbushana majukumu yenu ya usimamizi na uendeshaji wa zoezi zima la uchaguzi ngazi ya kituo. Majukumu ambayo baada ya ajira yenu hii ya muda mfupi sasa mnao wajibu wa kuyatekeleza kwa niaba ya tume. Hapa naomba nisisitize ni kidogo. Ndugu washiriki, uchaguzi unafanyika kwenye kituo cha uchaguzi. Kwenye kile kituo ambacho unaenda kusimamia. Sisi tulioko ngazi ya kata, kwa maana ya ujumla, ngazi ya jimbo tunategemea kupata matokeo kutoka kwa kutoka kwako wewe ulioko kwenye kituo. Kwa hiyo tukumbuke kwamba ajira hii ya tume tuliopewa kama walivyosema wenzangu ni jukumu zito sana ambalo tunatakiwa kulitekeleza kwa umakini kwa kuzingatia miongozo ambayo mmepewa na kuhakikisha kwamba linatekelezwa kama mlivyofundishwa kwenye semina hii. Hilo ni la muhimu sana, kila mmoja kujizingatia na ajue ana jukumu hilo. Katika mafunzo haya mmepitishwa katika maeneo mbalimbali ambayo sio mageni kwenu, lakini, uh, lakini yapo maeneo mapya yaliyotokana na kuanzishwa kwa sheria mbili mpya yaani sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani namba moja ya mwaka 2024, na, na sheria ya tume huru ya taifa ya uchaguzi namba mbili ya mwaka 2024. Maeneo mapya ambayo natumaini mmeyaelewa kwa kuyataja machache, mfano kuruhusiwa kupiga kura kwa walioomba <coughs> kuruhusiwa kupiga kura moja ya rais katika vituo mtakavyokuwa mmepangiwa, yani wale ambao wameshaomba na wamejaza fomu za, za kupiga kura ya rais nje ya vituo vyao walivyojiandikisha, kusimamia uchaguzi katika vituo vilivyopo ndani ya magereza, mambo ambayo hayakuwepo kwenye sheria zilizopita na hakuna uzoefu kwenye mambo kama hayo kwenye vituo kama hivyo.